Shukrann sana mtazamaji kwa kujiunga nasi. Jina langu ni Nancy Okware, mtangazaji wa lugha ya ishara leo hii ni Lucy Mwaura. Tunaanza na taarifa kwamba Rais William Ruto amekariri dai la bara Afrika la nyadhifa mbili za kudumu na nyadhifa nyingine mbili zisizo za kudumu katika baraza la usalama la Umoja wa Mataifa zenye istihaki na haki kamili. Akitoa hotuba kwa niaba ya mataifa ya bara Afrika katika kongamano la pili la kimataifa la maendeleo ya kijamii linaloendelea jijini Doha, Qatar, Rais Ruto alisema nyadhifa hizo za kudumu katika baraza hilo la kimataifa zitasaidia kupasa sauti za wale wanaoishi katika ufukara barani Afrika pamoja na kuhakikisha wanawakilishwa kwa haki ipasavyo katika taasisi za kimataifa. Huyu hapa ni ripota wetu Abdiaziz Hashim na maelezo kwa kina. Rais William Ruto amerejelea tena ombi la bara Afrika la usawa wa uwakilishwaji katika baraza la usalama la umoja wa mataifa kitengo kinachohusika na utoaji maamuzi. The African Group reiterates its demand for two permanent and two non-permanent seats for Africa on the UN security Council with full rights and privileges. Akihutubia kongamano la pili la Umoja wa Mataifa kuhusu ustawi wa kijamii linaloendelea mjini Doha, Qatar, Rais Ruto alisema iwapo ombi hilo litatekelezwa, basi litabadilisha mkondo wa kuhakikisha bara Afrika linafikia malengo yake na kilio cha wanaoishi katika hali ya umaskini kusikika, pamoja na kuimarisha kiwango cha natija na kupanua upatikanaji wa masoko ya kimataifa. This is a defining step towards justice and healing for Africa and its diaspora, calling for accountability for the crimes of slavery, colonialization, apartheid, and exploitation that caused lasting human and environmental harm Rais Ruto pia alitoa wito wa kuwepo kwa marekebisho ya mfumo wa kifedha wa kimataifa unaoangazia usawa, ujumuishaji pamoja na utatuzi wa mahitaji ya mataifa yanayostawi hasa barani Afrika. We urge decisive action on debt distress and progress towards United Nations Framework Convention on international tax cooperation. Rais Ruto aliwahimiza viongozi duniani kukumbatia makazi ya gharama nafuu kama nguzo kuu ya haki ya kijamii. Housing insecurity manifesting through homelessness overcrowding and substandard shelter continue to breed inequality as housing costs outpace wages. Affordable housing must become a cornerstone of social development. Kuhusiana na elimu, Rais aliwaelezea viongozi kwenye kongamano hilo kwamba serikali yake imekamilisha mpito kutoka mfumo wa awali hadi mfumo wa elimu ya umilisi, kuajiri walimu zaidi pamoja na kuanzishwa kwa mfumo wa ufadhili wa wanafunzi wa elimu ya juu na unaohakikisha elimu bora kwa kila mwanafunzi. By January 2026 improving the teacher to learner ratio. Kongamano hilo la siku tatu litaangazia mbinu za kupunguza umaskini, kazi halali pamoja na ujumuishaji wa kijamii likiwaleta pamoja viongozi kutoka kote duniani kubuni ajenda mpya ya kijamii. Hunger is rising. Growth is slowing down and vulnerability is deepening. Abdiaziz Hashim, Darubini.